Neema maanawi, lakini miongoni mwa neema kusahau. Ku, Kusahau kupo kule, kusahau kule ni neema wallahi billahi, ingekuwa tusahau sisi tusingetoka majumbani. Hmm. Unakutana na mtu hapo anakutandika zinga latusi tusi mpaka unaona kizunguzungu lakini baada ya nusu saa ushasahau, unaendelea. Ingekuwa unaendelea kukumbuka ile nini wewe? Ah. Eh. Nchi singe kalika. Kwa hiyo kusahau ni nini? Neema. Neema. Kufurahi ni nini? Neema. Kuhuzunika ni nini? Neema. Basi, niwaambie katika neema maanawiyati mpaka kulia hivyo hicho kilio unakijua, unajikuta tu unaguta <laughs> nini imekupata nini? Hicho ni neema kubwa, wanakuambia mpaka yale machozi yale. Sasa yale machozi ni neema maanuiyati, kwa sababu unayaona yana faida ishirini na moja. Machozi yana faida saba, ongeza saba Jumlisha saba kwa sababu tuko kwenye kutuba hapa, hatuko darasani, hatuwezi kueleza hii. Tutafutane, tuwe na kituo na kalamu na makaratasi tu, tuorodheshe eh, faida ishirini na moja za chozi. Usikatae kulia na usimkataze mtu kulia, usimkataze kosa. Ukimkuta mtu kakutwa na kitu sasa analia, mwache alie. Asitukane tu na wale, asiseme maneno ya kumkufarisha, lakini mwambie mama lia. Fanyaje yu? Asipolia yule pale anakufa mm. Au unapofuka macho. Cha kwanza kinazaisi mm. Unakuwa kipofu kwa sababu una kilio kinakuja unakomaa unapofuka au unakufa, basi <tuhenta> <tuhenta> ukimona mtu analia, hata mtume akukataza watu fanye kulia sawa eh? Umelia, lia na yeye mwenyewe. Mtume kalia kalia sana alipofia na wapenzi wake, kumbuka siku alipokufa yule mwanawe Ibrahimu, eh, alilia. Watu wakamwambia mtume, unalia? Akasema eh.